Hakika ni taarifa za kusikitisha. Kiongozi mkuu wa kanisa la Katoliki duniani Papa Francis amefariki dunia akiwa na umri wa miaka 88 siku moja baada ya sherehe za Pasaka. Habari hizi zinakuja siku moja tu baada ya kuonekana kwake katika viwanja vya St. Peter's Square wakati wa sherehe za Jumapili ya Pasaka. Taarifa hizo zimeweza kuthibitishwa na Cardinal Kevin Falel kupitia televisheni ya Vatican. Leo, leo asubuhi saa moja na dakika 35, kiongozi mkuu Francis alirejea nyumbani kwa Baba. Ni nukuu ya maneno ya Cardinal Kevin. Jumapili wakati wa sherehe za Pasaka, papa Francis alionekana mnyonge sana, hali iliyomlazimu kukabidhi usomaji wa maandishi kwa msaidizi wake baada ya sauti yake kuonekana kufifia kutokana na kukosa nguvu. Nazo hizi ni taarifa za kusikitisha kabisa.